Mtazamaji wa Manara TV baada ya kuzungumza na wakili Joseph Gideon kuhusiana na sakata la Maimartha ambaye ni mtangazaji ambaye aliweza kupitia kauli zake zimeweza kuibua utata, hali iliyompelekea mkurugenzi mtendaji wa Manara TV kupitia mwanasheria wake ambaye tumezungumza naye siku ya leo wametoa arifa ya siku kumi na nne ambazo zinamtaka Maimartha um, kutoka hadharani kuomba radhi kwa kile ambacho amekizungumza, kwa sababu amezungumza vitu ambavyo havina ukweli ndani yake, lakini pia hakutakiwa uh, kulipa fidia ya shilingi bilioni moja kutokana na kuharibu uh, brandi Haji Manara pamoja na Zaiylissa mke wyake. Pembeni yangu hapa nimemtafuta mkurugenzi um, mtendaji wa Manara TV Haji Sunday Manara kabisa nikupe pole kwa hichi ambacho kinaendelea, kwa sababu uh, sio kila mtu anapenda kuingia kwenye mizozo ya kesi na vitu kama hivyo, lakini pengine kwa hichi ambacho kinaendelea kwa hivi sasa, wewe unalizungumziaje hili swala, kabla tujaenda sasa kwenye mada yetu, siku ambayo imetufanya tukutane siku ya leo? Ha, mimi katika maisha yangu na umri wangu huo, sijawahi kumshtaki mtu mahakamani, sijawahi, sio kwamba sijamkosea au sijakosewa lakini sijawahi kwenda mahakamani kwamba nimemshtaki mtu bwana, namdai hiki au kanifanya hiki au kanitukana au kanidhalilisha. Mara nyingi najua dunia hii tunapita tu, unasamehe unasamehe, na hata aina ya kazi niliyofanya, wakati mwingine unaona kabisa kuna wakati unapigiwa, na rafiki zangu wanasheria, napigiwa na jamaa, vipi? mtu anaongea hivi unamwacha? na sheria wakwambia hii haiwezekani mara nyingi. Kwa hiyo hii ndio kesi ya kwanza naenda tu kwenye mahakama. Uh, akikaa tu na nishampigia, nishamwambia, nishakutana naye kwa nini unafanya hivi? Hana majawabu, anajichekesha kama alivyo desturi yake, ajitia upole ili kuongea kama vile anaonewa ili mradi apate sympathy. Sasa imekuwa too much. Wenzie anaweza kakuongopea kitu kimoja baada ya miezi sita au ndani ya mwaka kaongopa mara moja, mara mbili. Lakini we, every time na unaulizwa baadaye una, unasema na ushahidi wa asilimia mia sasa. Itakuwa mimi, tena mimi, hata kama huo moyo wa kusamehe ninao, lakini too much eh, too much, kitu kikizidi mipaka inapitiliza. Wako, watu, watu, watu, mmoja kaandika kitu cha kutunga katengeneza klip ya zamani kaikata hivi, kafanya hivi, yani katengeneza drama moja mbaya sana. Ah, nikamfata dm mi singiagi dm kwa watu, lakini nilimfata kamba ka intention yako ni nini? Akamba unajua sisi tuna njaa tunatengeneza content tupate viewers. Nikaambia kasa, unatengeneza content kwa kumuumiza mtu, kwa kumdhalilisha mtu, kwa nini? Ah, samani kaka, unajua ndo hivo. Na ni maarufu kwelikweli kwenye social media, eneo la mbeo lakini si mchukulia chote nikamsamee tu kwa sababu hafanyi mara kwa mara. Huyu anairudia na anadanganywa na wenzie kwamba mtu maarufu unaweza ukamsema chochote. Haki ya raia, sio tu awe maarufu asiwe maarufu, wezi kumzushia kitu cha uongo na athari kubwa za kibiashara, kama alivyosema wakili, za kijamii lakini za kifamilia. Mi na watoto wakubwa wanashika simu wanaingia na wazazi na wakwe, lakini mi ninafanya kazi, mi nazai, tuna brand zetu tunalipa mamilioni ya pesa na tunalipa kodi, mi nimlipa kodi wa nchi hii. Kutokana na aina ya biashara anazofanya hasa, unaenda kuniathiri katika makampuni ambayo najua kampuni na, ikishasema wewe ni brand ambassador unatakiwa uipresenti ili kampuni, lakini lazima wena uhakika na heshima yako katika jamii. Unaharibu reputation ya mtu kwa sababu tu ya kutafuta content. Ujali wa watu wana mahusiano gani katika jamii, na unadanganywa tu kwamba unajua, siku hizi naona kuna mtu anaanza kakaa kaamua tu kwamba fulani anauza unga fulani anauza unga, ujue athari yake ule mtu ana biashara zake, ana familia yake ndo. Ndo mazoea ya watu wetu, ndo mazoea ya watu wetu. Tungetamani TCRA ianze kudili nao hawa direct watu wa aina hii, lakini kwa sababu hawadili nayo na hatutaki kuonekana tunalalamika lalamika, basi tutakwenda mahakamani na katika kesi, sifanyi kwa ajili ya pesa, ningeweza kudai shilingi moja, lakini nataka iwe fundisho kwa wengine. Najua hatakuwa nayo hela, lakini najua mahakama, ukishindwa kulipa faini, kama itathibitika kwamba dai ni sahihi, ina ina namna yake ya kupata fidia kilalamikaji, na ndio hicho nachokitaka, itoke kush... ameshindwa, kama ambavyo mwanasheria alisema kwamba atafungwa ata, ata miezi sita, lakini nachojua ni kwamba akishindwa, tutachukua hatua kwa sababu mimi si sasa, kwa nini unanichafua hivi ndoa yetu ivunjike? Alafu unapata faida gani unazusha? Imagine mimi bahati nzuri hiyo, anasema kwamba sijui baada Rusi ya harusi ya Hamisa mimi niko nyumbani wiki yote, sikusafiri wiki mbili baada ya harusi, niko na mke wangu. Yani unazusha kitu cha uongo. Mi ningekuwa nimesafiri niko nje ningeanza ninge kupata question mark. lakini siwezi, inavyomjua zena siwezi, niko naye ndani, mtu yani ile posi anaitoa tuko nyumbani, nikasema subhanallah Hebu fikiri huyu mtu lengo lake ni nani? nanajua, ya na naongea anajua, mimi nauhaki shekhe, unauhakika na ndoa ya watu naenda kusababisha madhara mm. Alafu ndo kusema mimi nimeoa sijui nataka kuoa vitu vya uongo yani, lengo ni nini? Sasa tuwezi kukubali kuona kuna, kuna kundi la watu kwa kigezo cha kusema eti wao waandishi ambapo najua wengi hawanaosema hawana hata qualification ya uandishi wote hawa wanaosema uandishi uandishi, hawana. Sisi waandishi tuna haki, maana yake waandishi unaweza ukasema chochote kile? Haiwezekani. Uandishi ingekuwa hivyo, ingekuwa hatari. Nyi mmefundishwa hivyo chuoni? Mnasomeshwa kwamba mtu maarufu unaweza ukamwataka, ukamshambulia, ukazusha kitu cha uongo? Hakuna ethics za wapi hizo ethics za wapi? Alafu mi kinachoniudhi kukimbilia nene, waandishi, waandishi tuna miiko sisi katika kazi hii haukatazwi kusema ya mtu maarufu, lakini uwe na evidence kama lile jambo, unaona sio? Angalau uwe na asilimia tano ya evidence. Huna una, una yaani wewe mwenyewe unakaa unasema, hapa ni unde. Kitu gani hapa? Lakini tutawasaidia na wengine. Unajua kukimbizana na mawakili kufungua makesi, nahitaji uwe utoe muda wako, utoe pesa zako kuwalipa na nini. Wengi hawa wanaodhalilishwa mitandaoni wanaona, ah, anaumia, lakini anaona, ah. wengi wengi wengi sana utakuta mtu anaandika Hamisa Mobeto hajaolewa, mume wake ni fulani, huna hata uhakika wala ujui. Hebu fikiria, yule mumewe anajisije sasa hivi au ule Amisa mama yake anajihisi vipi? Familia yake najihisi vipi? Unatangaza bila woga, kesho nakisho kutwa, unaenda mtu mzima kama mama alija kopa, unamdhalilisha kutwa mitandaoni. Ni mtu mzima anatuzaa sisi, mi naanza kumsikia toka mdogo, alija kopa naimba Kacha huko kawa mjumbe wa NEC. Una wewe kijana mdogo umepata platform ya uchawa uchawa na nini, unaanza kudhalilisha watu una mrekodi. Ufi, ufikiri kwamba huyo anaweza kanizaa hasa. Hawa kundi hili wako wengi kweli kwenye social media, kwa sababu tu maarufu basi, watu wanaotumia umaarufu wao kuwa dhihaki kuwa, kuwa kijeli kuwa kuwatusi na sacrifice maisha yangu kwa ajili yao, sio kwa ajili yangu peke yangu. Nadhani itakuwa fundisho na kuhakikishia, hukumu itakapotoka, hutamsikia mtu yoyote anayeta umbea, umbea kuharibu image za watu na brand zao, na kuhakikisha na hii jambo, nawaomba watanzania mkawiagi ku inbox, kuja madm, kutumana, kuja watu wanaonimudu katika hili, sina mtu anayenimudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala akiniongoza acha acha, lakini kwa sasa hivi lazima mpaka ifike ukomo ikesi, lazima ifike ukomo iwe fundisho kwa watu wanaotumia kinga ya uongo ya uandishi wa habari kudhalilisha wenzi wao wa. Utaona baadaye itabadilika nchi, ita set standards sasa, kwamba mwandishi akisema kitu watu wajua eh, hii itakuwa kweli. Lakini wewe soma hata zile comment kila siku leo ukitoka kwa huyu kesho kwa Diamond, ukitoka kwa Diamond umeingia kwa Alikiba, ukitoka kwa Alikiba umeingia kwa Maima, nani sijui Zuhura e, ukitoka kwa Zura, Zura unamfuata mama yake wewe. Okay, ukiona tu mtu ana yuko kwenye trending unaona na no, no, usafirie nyota yake ndio, sasa hivi online nyingi sana ambazo pengine kusema bado hazina zile ithibati za kuwa online kamili, zimekuwa zikitumia mianya ya nyinyi watu maarufu, kwa maana kwamba kutengeneza wao wanaita content ambao zinatembea, lakini watu maarufu sasa. Tumeona jinsi ambavyo umekuwa kiathirika kama ambavyo mwanasheria amesema, kutokana na kile ambacho kimetokea, una neno gani la kuambia waandishi wa habari ambao wao wao wanafurahia pale ambapo wanatengeneza vitu ambavyo ni vya uongo kuhusiana na watu maarufu kwa ajili ya kupata pesa na vitu vingine. Mwandishi kweli hawezi kutengeneza kitu cha uongo. Hao wote si waandishi. Nisikilize mimi, mwandishi proper kama wewe, huwezi kutengeneza hicho kitu, miiko itakukataza, maadili yatakuzuia. Ukiona mtu anafanya hivyo, hajui ABC ya uandishi wa habari, hajui chochote kuhusu taaluma hii haja hata kupata mafunzo ya nasari ya uandishi wa habari hata ile kozi ya miezi mitatu ile hawajawahi. Lakini ukipata huwezi kufanya hivyo, sababu unajua athari yake yake. Wewe huwezi kufanya hivyo, Wasafi hawezi kufanya hivyo, Crown sijui TBC nani hawezi kufanya hivyo, EFM hawezi kufanya hivyo, Millard na timu yake hawezi kufanya hivyo ni watu ambao mtu anachukua maiki kapata kikamera kachukua maiki kaweka logo pale, basi anakwenda TCRA anasajili, nalipia pale milioni si begani, nalipia iye tyari anajita mwandishi Nili. Niliona walisema kutakuwa na kiwango fulani cha mtu kupata ithibati ya uandishi cha elimu. Jambo hili lisichelewe, nimeona amekabidhiwa Tido Mhando mwenyekiti wasichelewe yani. Ukiingia kuna wakati unaona una haya kujitambulisha, mimi mwanahabari, kwa aina ya watu ambao nao wameingia katika mkumbo wa kujitambulisha. Unawezaje kibinadamu ukamdhalilisha mtu kwa kupata we followers, kwa kupata content bila sababu, una ushahidi? Sasa mimi sitaki kusema mengi, mwanasheria nimwachie, na nitaongeza nguvu kwenye jopo la mawakili niko simi. Nikiingia kwenye sehemu siingii kitoto, nitakupeleka jopo la wanasheria mahakamani, atakaposhindwa kuthibitisha nitaongeza power kubwa, yaani nitafanya kazi ya Kipare nita, nita, nita, nitauza ng'ombe kwa kesi ya ku lakini nitaongeza power kubwa ili iwe fundisho uh,

Kwa makampuni balozi wetu, alafu kuna makampuni mimi nafanya na Zai kwa pamoja yameondoka. Of course, kuna baadhi makampuni yeme, yeme, yeme ta ya makampuni yametuletea taarifa ya muda mfupi ya kuachana na kazi sana. Sisi tutapeleka ushahidi huo mahakamani wote. Kwa nini tufikishane huko? Alafu kwa nini uongope? Yani, unajua basi ongopa ongopa japo kuwe na ukweli robo, uh, robo tatu wa uongo, asilimia mia. Yani, unamzushiaje una mtu bila aja, alafu lafu ajisijakukosea sijafanya hiki mzushie, hmm? Basi katika mambo ya mpira mpira haya, unaweza ukaniongopea mambo ya family? Alafu yule sio sio hawara hawara yake mi mume wake, ule mke wangu ni ndoa, mepiga goti iko kisheria kidini na kiserikali. Unazusha tu umekaa. Unajua mimi niliongea na basi, kama na uhakika ah, mimi katika hili bwana, no no compromise. Wengine juzi, nilikuwa naongea na na nilifanya interview na mtu mmoja akaniambia, nguvu iliyotumika kuja kumwomba afute kesi, asema nguvu, ajilikuwa kuna watu kwa mfano kuna mtu ni anaweza kanijia hapa, ambaye tunaheshimiana tute kiwango kile cha juu sana. Najua kuna mtu akija, atakachokwambia unafanya, lakini katika hili naomba wale watu wanaonibudu wakitumika, wasiwani ache kazi. Nataka tuisafishe tasnia yetu. Lengo sio mimi pesa, lengo ni kuisafisha tasnia ya habari, lengo ni kutengeneza standard inayotakiwa itimizwe. Lengo ni kuwafanya unajua, mimi kwa mfano watu, watu, sina nitaenda wapi? Kwa hiyo bora niwaite rafiki zangu, niwaite jamaa zangu ndani ya Ramadhani au baada, kabla ya Ramadhani nafurahi, basi content najipatia mwenyewe pana rafiki. Lakini kuna mtu juzi nimetoka mahali kabla ya Ramadhani anayifata msalani bwaaumba pichamaani najisaidia, mtu anataka picha kila mahali, picha hiyo. Wakati mwingine tunaishia kwa majumbani tukiwataka rafiki zangu j, kwa sababu hawa wazushi hawa, kwa sababu wanatumia simu katika kutengeneza mambo yao, tunawaepuka kwa kukaa mbali, lakini ifike mahali tuheshimu maisha ya watu. Umaarufu huu tumeupigania, sio kwamba unadhani ni kirahisi. Uwezi kuharibu brand zetu kwa sababu ya kutafuta wee content. Kazi kubwa, nguvu kubwa, jasho jingi, damu shehe, mpaka mimi kufika hapa leo, na wao kuniita mimi maarufu, na wana haki ya kuni kuniuzushia uongo? Basi kuna kazi nilifanya kujenga hii brand, mke wangu hali kadhalika. Sasa tu hatuwezi kubali watu wachafu. Unajua watu wanasema mwenzako, uh, mbona uh... Uh, Diamond maarufu hajawahi kumshtaki mtu, anawalia naye timing, analia timing tu, nadhani naye anafurahia timing tu, kama huyu alivyoingia kwenye mfumo, timing, nadhani anaridhika yule ana wasasi wake mama Dangoote atakuwa na jinsi vipi, yule mtoto wake asingiziwe hiki kesho asingiziwe hiki, timing tu, kama mimi nilivyokuwa, mimi nimeanza kuwa mdiko leo mabaya, mimi ndio nakaba kuliko, lakini timing, wakati sahihi ndio jambo sahihi linafanyika. Naye anawalia taa. Zuchu au Hamisa anawalia timing tu, na hii mi nimeanza utaona we, utaona we. mi nimeanza takiwa mtu mmoja tu atoe ato, ato kafara, mi ndo kafara nishatoa bangusiro na beba za watu wote zile, mi nakwambia uta... kitu inachofurahi mwaka huu kutoka mabadiliko makubwa ya hii tabia Upande, upande sakata, kuna upande wa pili baada ya kutokea sakata, kuna baadhi ya watu wajitokeza wakadai mara Maimatha anasimamia upande wake kutekeleza haki yake kama mwandishi wa habari, au anawaambia akia kuzusha uongo. Ah, si lazima wawepo. Eh, ah, mwandishi ah, wa habari unaruhusiwa? Wewe nimekwambia kwamba unaweza ni iko na kufundisha hivyo? Wewe unasoma wapi? Tumaini, unasomea nini? Eh, uandishi wa habari mnafundishwa kwamba uweze kumzushia mtu jambo la uongo kisa umaarufu? Wewe sinafanya degree, umefundishwa somo hilo kokote? Kwa hiyo ndio haki gani ya uandishi yani? Kwamba mtu ukiwa mtu maarufu mtu ku... ndio haki ya? Kwa hiyo ukiwa mwandishi wa habari una haki ya kumtukana mtu, kuandika kitu cha uongo? Uandishi wa wapi? Ingekuwa kazi ya ajabu basi, he. Uandishi una miko, una maadili, hii ni taaluma. Kushika mic, kupewa kipindi kwenye redio ukawa unatangaza pa haikufanyi wewe kwa mwandishi wa habari, ushanielewa? Yaani ukipewa kipindi cha mziki wa Kikongo, taarabu, sio kipindi gani ukajiamini wewe mwandishi wa ya habari, hapana. Mwandishi ana miiko yake, ametaaluma amekaa darasani, amefundishwa wajibu wa mwandishi. Namzushia mtu useme ni mwandishi wa habari? asilimia tisini samahani, samahani Sinielewe vibaya, ya online TV zetu hazizingatii diami. Samahani sana kwa hilo neno, lakini ni ukweli mchungu ambao lazima kuna mmoja anatakiwa useme ili message ifike. Sasa lazima sisi sanami, ni sehemu ya online TV ambao tunamiliki online TV, tuwe wa kwanza kuifuta hiyo dhana kwa Watanzania kwamba chochote kinachosemwa na online tv ni cha uongo. Sisi wenyewe lazima tuwe wa kwanza, lakini kama tutaacha, mwisho tutapoteza legitimacy ya kuaminika takwa, watu wakiona stori zetu hawaongo tu hawaongo tu hawaongo tu. Lazima sisi tuzingatie miiko, content sio lazima kumtukana mtu content sio lazima kumdhalilisha mtu content, zipo nyingi content mimi, kuna siku na kaka hapa kasema nataka nitengeneze content kwenye page yangu, nikawa nacheza po po po, basi pale narekodiwa pale nacheza, basi na post, watu wanafurahi, na YouTube inapata views. Si nimejifresh nafsi yangu, sijamtukana mtu, sijamdhalilisha mtu, sijafanya hivi. Content, si lazima utukane watu. nataka one billion, bila kipingamizi ndani ya siku kumi na nne pamoja na radhi Akishindwa nilimwambia juzi nakwenda high court eh, mahakama kuu. Ndio maana tunatafuta mawakili wenye sifa ya kufanya kazi zao katika mahakama kuu, na inshallah, sikuhii zimeona mahakama kuu kuna kasi katika uendeshaji wa kesi. Sasa hivi kesi zinakwenda moto moto, mwezi tu Ae, wanatupa za zamani ilikuwa kesi kama hii mpaka elfu mbili na thelathini ndio judgment. Siku hizi alhamdulillah, ongera sana Professor Ibrahim, kasi ya uendeshaji wa kesi kwa haraka. Kwa hiyo tunategemea ndani ya siku kumi na nne. Baada ya hapo taongeza power katika jopo la mawakili, sitapeleka Joseph peke yake, tapeleka mawakili wa kutosha Ae. Nikushukuru na tusubiri siku 14 nadhani tutakutafuta baada ya siku 14, tuambie mwelekeo uko vipi. Hakuna cha mwelekeo baada ya siku kumi na nne, panapo hai na majaliwa. Eh. Nashukuru sana pole. Asante asante. Watazamaji wa Manara TV tulikuwa tunapata ufafanuzi kidogo kuhusiana na kile ambacho tulikizungumza tukizungu, na uh, mwanasheria wa mkurugenzi mtendaji wa Manara TV Haji Sande Manara kuhusiana na sakata la mtangazaji Maimartha uh, kuchafua na kudhalilisha brandi ya Haji Manara pamoja na mke wake na ameweza kutoa ufafanuzi na kueleza sababu za yeye kudai bilioni moja, na kusema kwamba si kwa sababu ya njaa, bali anataka kutoa fundisho kwa watu wengine. Hii ni Manara TV, mimi naitwa Yusuf Jaji.